Na hatimaye vijana katika kaunti ya Trans Nzoia wamehimizwa kuchukua fursa ya kujiandikisha kuwa wapiga kura. Akizindua mchuano wa Alan Chesang Super Cup, seneta wa Trans Nzoia Alan Chesang ametaja mashindano hayo kuwa jukwaa la kuhamasisha vijana kujisajili kuwa wapiga kura. Mashindano hayo yametajwa kuwa na malengo mawili: kukuza vipaji na kuhamasisha usajili wa wapiga kura kwa wingi

na huu ndio mwisho wa taarifa zetu mchana wa leo, na kutakia mchana mwema. Kwa heri kwa sasa.